Mwaka elfu moja na mia sita thelathini na moja mchapishaji wa kifalme huko London alitoa toleo jipya kabisa la Biblia ya King James. Sasa tatizo pekee lilikuwa kwamba wakaguzi wa maandishi walifanya kosa e huko Mwanzo sura ya ishirini ambayo ni sehemu maarufu inayoorodhesha amri kumi 0 neno usi liliachwa kimakosa kwenye moja ya amri. Hivyo mstari wa kumi na nne ulisomeka usizini. Tunaweza tu kufikiria fedheha ya kosa hili e, na na wakati kosa hili la kushangaza lilipogunduliwa, bila shaka mfalme e aliamuru nakala zote ziharibiwe na mchapishaji akatozwa faini ya pauni mia tatu. Sasa katika uchumi wa leo, hiyo ingekuwa takriban dola elfu sabini. Hata hivyo baadhi ya nakala za toleo hilo ziliweza e, kuokoka na likajulikana kama Biblia ya mtenda dhambi au e, Biblia ya waovu kama ilivyopewa jina la utani, na bila shaka unaweza kuelewa e, kwa nini kosa hilo dogo la uchapaji lilikuwa la aibu sana na na la gharama kubwa. Sasa hebu nikuambie kwamba eh, mahakama kuu ya Israeli, makuhani wakuu, waandishi na wazee waliounda Sanhedrini, wao hawafanyi tu kosa la gharama kubwa, bali bali wanafanya kosa la hatari ya milele. Wamemkosea kumwelewa tabia ya Yesu Kristo na, na matokeo yake hayatakuwa ya kifedha, yatakuwa ya milele. Sasa Yesu amerudi hekaluni akifundisha na anatoa mifano mingine miwili iliyolenga hawa viongozi wa kidini ambao wanakana eh, dai lake la kuwa na ufalme wa baadaye eh, na na utukufu. Sasa injili za Marko na Luka zinaandika mfano wa kwanza tu, kwa hiyo tutaendelea hapa tukifuata simulizi la Mathayo inarekodi mifano yote miwili. Yesu amesimama katika uwa wa hekalu akitoa mfano huu mkali unaoanza hapa sura ya 21 mstari wa 33: kulikuwa na mwenye nyumba aliyepanda shamba la mizabibu akalizungushia uzio, akachimba shinikizo la divai ndani yake, akajenga mnara, kisha akalikodisha kwa wakulima na akaenda nchi ya mbali. Sasa hapa Yesu anaonekana waziwazi akitumia taswira ya Isaya sura ya tano ambako Israeli inaonyeshwa kama shamba la mizabibu la Bwana. Sasa hili shamba la mizabibu ambalo Yesu anaelezea hapa liko mikononi mwa wakulima wa kukodisha, na wanachotakiwa kufanya ni ni kuleta mavuno ya matunda. Basi wakati wa mavuno unafika, mwenye shamba anawatuma watumishi wake kwenda kukusanya matunda, lakini wale wakulima hawako tayari kutimiza makubaliano yao. Sasa wao wanataka matunda yote ya baki kwao. Hivyo Yesu anasema hapa katika mstari wa 35, wale wakulima wakawakamata watumishi wake wakampiga mmoja, wakamua mwingine, na kumpiga mwingine kwa mawe. Basi anawatuma watumishi wengine tena, nao wanapokelewa kwa ukatili uleule ule. Hivyo hatimaye, baada ya kuonyesha uvumilivu wa hali ya juu, mwenye shamba anaamua kumtuma mwanawe mwenyewe kwenda kukusanya mavuno. Anadhani kwamba wakulima watamheshimu mwanawe, lakini matokeo yake ni ya kusikitisha. Mstari wa 38 unasema, wale wakulima walipomwona yule mwana wakasema wao kwa wao, huyu ndiye mrithi, njoni tumue ili tupate urithi wake. Wakamtua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamua. Sasa baada ya hayo, Yesu anawauliza wasikilizaji wake, mnadhani mwenye shamba atafanya nini? nao wanajibu hapa katika mstari wa arobaini na moja atawaangamiza vibaya wale waovu na atalikodisha shamba la mizabibu kwa wakulima wengine watakaompa matunda yake kwa majira yake. Hivyo basi hii ndiyo mfano Yesu anatoa, na ni wazi kabisa. Mungu alilitenga shamba lake la mizabibu Israeli kama mali yake ya thamani. Alikabidhi taifa kwa viongozi wake wa kidini. Hawa ndio wapangaji Mungu sasa anawatuma manabii kuwaonya kuhusu tamaa yao na kutokuwa waaminifu, na wao wanawaua wajumbe wa Mungu, na sasa wako karibu kumuua mwana, mwana wa Mungu mwenyewe Bwana Yesu. Sasa endapo tu wasikilizaji wa Bwana hawajaelewa picha na kuunganisha mambo, Yesu sasa ananukuu kutoka Zaburi mia moja na kumi na nane hii ni ile ile Zaburi kwa njia ambayo watu walikuwa wakiimba walipokuwa wakipeperusha matawi ya mitende na kumkaribisha Yesu Yerusalemu, na e eh, walikuwa wakipaza sauti, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Basi hayo ndiyo maneno ambayo Yesu ananukuu kutoka kwenye Zaburi hii ya Kimasia. Pia inajumuisha maneno haya, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa maneno mengine, yule mwana atakayekufa ataheshimiwa na Mungu Baba kama jiwe kuu la pembeni. Sasa ni matokeo gani ya kumkataa e mwana wa Mungu? Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 43 ufalme wa Mungu utachukuliwa kwenu na kupewa watu wanaozalisha matunda yake. Kwa maneno mengine, ufalme uliotolewa kwa kizazi hiki cha Waisraeli wasioamini, basi utachukuliwa kutoka kwao utaenda kupewa kizazi cha baadaye cha Israeli kitakachoamini, watatubu, watamfuata Kristo atakaporudi kuanzisha ufalme wake hapa duniani. Lakini kuna adhari nyingine hapa: jiwe linalokataliwa ambalo ni Yesu Kristo mwenyewe litakuwa jiwe la hukumu, litakuja na lita wasaga wote wanaomkataa sasa mistari miwili ya mwisho ya sura ya ishirini na moja inaonyesha kwamba wakuu wa makuhani na Mafarisayo basi, wameelewa. Wao wanaelewa kabisa kwamba mfano huu unawahusu wao. Hakuna namna wanaweza kukwepa ukweli wa kumkataa Kristo. Lakini badala ya kutafakari na kutubu, hiki ndicho watakachofanya: wataendelea na mipango yao ya kumkamata Yesu, kumuua mwana wa mwenye shamba. Kwa kweli sababu pekee inayowafanya wasimkamate Yesu kwa wakati huu ni kwa sababu wanaogopa umati wa watu, kwani kwa wakati huu watu wanamchukulia Yesu kama nabii wa kweli wa Mungu. Sasa kwa hilo Yesu anaendelea na mfano wa pili hapa katika Mathayo sura ya 22. Safari hii kuna mfalme anayetoa karamu ya harusi kwa ajili ya mwanawe hata hivyo, anapotuma watumishi wake kwenda kuwaambia wale walioalikwa awali kwamba karamu iko tayari, watumishi wale wanapuuzwa na hakuna anayefika kufurahia karamu ya harusi. Basi baba wa bwana harusi anawatuma tena watumishi wengine kwenda kuwaalika wote kwenye karamu ya harusi, na Yesu anaelezea majibu yao safari hii hapa kwenye mstari wa tano. Lakini hawakujali kabisa, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwenye biashara yake, na wengine waliwakamata watumishi wake wakawatendea vibaya na kuwaua. Hivyo basi, wema na uvumilivu wa mfalme unakabiliwa na chuki na uwaji. Basi mfalme anawatuma askari wake na kuwaua wote wale wauaji, na anachoma moto mji wao. Kisha anawatuma tena watumishi wake mara nyingine kwenda kuwaalika kwenye karamu ya harusi yeyote watakayemkuta njiani. Hivyo hatimaye ukumbi wa harusi ukajaa. Sasa hapa kwenye mstari wa kumi na moja kuna kipengele cha ajabu kidogo, eh, kinachotambulishwa kwetu. Miongoni mwa wale waliokuja kwenye karamu, kuna mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa mavazi ya harusi ya jadi ambayo mfalme alikuwa amewapa wote. Yeye anatoa haya kama zawadi basi huyu mtu hataki kuja akiwa amevaa zawadi ya mfalme, anataka kuja kwa njia yake mwenyewe. Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa kumi na tatu kwamba mfalme anasema, mfungeni mikono na miguu, mtupeni kwenye giza la nje, kule kutakuwa na kilio na kusaga meno. Basi bila shaka, hii ni picha ya hukumu ya milele. Sasa mwishoni mwa mfano huu Yesu hakutoa maelezo yoyote, kwa sababu unajua, kwa kweli hakuwa na haja ya kufanya hivyo. Maana yake iko wazi, ukiamua kuingia katika ufalme ukiwa umevaa mavazi yako mwenyewe yanayowakilisha matendo yako mema, utatupwa nje. Lakini ukifika kwenye karamu ya harusi umevaa zawadi ya wokovu kutoka kwa Mungu, mavazi yanayokupa, basi utaingia kwenye karamu ya harusi. Vipi kuhusu onyo la Bwana lililofichwa kwenye kitendo cha mfalme kuchoma mji huu hadi chini? Kweli hii ni utabiri wa uharibifu unaokuja juu ya Yerusalemu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mji wao utahukumiwa na Mungu kama ukumbusho kwamba wamemkataa mwana mwana wa Mungu. Na hakika ya kutosha baadaye kidogo katika mwaka wa sabini, jeshi la Warumi litakuja kuharibu Yerusalemu na kuteketeza sehemu kubwa yake chini. Na kwa njia, hadi leo, mpendwa, hakuna kitu kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini siku za usoni, katika ufalme ujao wa Kristo, Biblia inaelezea kuhusu kujengwa upya kwa mji wa Yerusalemu na kujengwa upya kwa hekalu hili, safari hii kwa utukufu na fahari isiyoelezeka, wakati Kristo atakaporudi. Sasa kwa wakati huu, usisahau hili. Iwe dunia inataka kuamini au la, huwezi kuingia katika ufalme kwa masharti yako mwenyewe. Lazima ukubali mwaliko wa mfalme, na mwaliko huo unakuja kupitia Yesu Masihi. Huwezi kufika kwenye karamu ya ufalme ukiwa umevaa mavazi yako mwenyewe, yale uliyotengeneza kwa mikono yako. Hapana, lazima uvae zawadi yake ya wokovu